Za moto na wakati tupata taarifa saa 3 na dakika 34 usiku. Lakini moto unaonekana umeanza mapema kwenye saa mbili kasoro. Kwa hiyo walioathirika ni vibanda 17, lakini vibanda ndani yake, ndani ya kibanda nyuma yake kulikuwa na store. Kwa hiyo zimeathirika, zimeathirika mali za store pamoja na vibanda hivyo 17. Lakini tunashukuru hakuna majeruhi. Eh, hasara iliyokuwepo ni, ni ya vibanda pamoja na mali ambazo kama mnavyoona wafanyabiashara wanachukua mali zao na sasa hizi tunamalizia tukio la moto.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 vyao lakini maduka ya duka la kwanza mfano lilikuwa vifaa vya umeme, kuna duka la vinywaji baridi, kuna duka la chakula, kuna duka la sabuni, kwa maduka ya jumla na rejareja ni maduka 17 ikiwepo na stoo zake. Kwa hiyo tunaendelea kuzungumza na wafanyabiashara tujue ukubwa wa hasara ya mali ambayo wameipata kulingana na bidhaa zao, tukishirikiana na mtendaji wa hapa pamoja na athari ya hayo majengo. Kwa majina, naitwa Kasezelo Athumani, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Buseresere, eneo hili tulilopo kwa sasa. Tukio hili limeanza jana majira ya saa tatu kama na nusu hivi, ndio tukio lilipoanza kubainika. Inawezekana sijuwezi kujua limeanza muda gani, lakini limeanza kubainika muda saa tatu kama na nusu. Nilipigiwa taarifa na baadhi ya waliokuwa kwenye tukio hapo, nikaja. Lakini kwa bahati mbaya, maeneo mengi wafanyabiashara kwa ishafunga sasa, moto ulikuwa na waka kwa ndani kule, lakini baada ya kufuatilia kwamba kuna bwana mmoja alikuwa anafanya uchomeleaji wa mageti hasa, nafikiri hisia za watu kwamba inawezekana ule uchomeleaji uliosababisha shoti, ambayo ilipelekea ndani mle ukaanza kuwaka moto na tayari duka lilikuwa lishafungwa pale. Basi kilichofanyika pale, tulipiga simu zimamoto. Ukweli walichelewa kidogo, lakini juhudi za wananchi ziliendelea, lakini kwa sababu vyumba vingi vilikuwa vimefungwa, kwa hiyo na bidhaa zilikuwa ni za aina mbalimbali ziliweza kusafisha moto kwa kasi sana mpaka kufikia tu vyumba hivi kama kumi hivi sasa hivi frame kama kumi zimeungua mali yangu ina thamani ya milioni 30 lakini katika milioni 30 kuna milioni kumi na tano ambayo nilikuwa nimekopeshwa na CRDB mwezi wa kumi na mbili ambayo nilikuwa ninarejesha kila mwezi milioni moja na laki nne na CRDB pia wana hiyo taarifa ndio kwa hiyo mtaji wangu mimi ulikuwa ni milioni 30 ikiwemo na mkopo wa benki